Zangu na kitu nataka niwaelekeze kidogo. Hicho ni kitu ni kizuri sana kwa wale wafanyakazi wa Redali kwa studio, yani kama kuna kitu ambacho nataka kuhamishe kwenda kwenye simu kwenda kwenye kompyuta alafu ukishaangalia waya wako pale unasumbua. Unaingia tu kama unatumia wifi data, unaingia Play Store. Unaenda zako na search pale pale inaandikwa Local Send. Kama ile hapa juu naona ile inaandikwa Local Send, kisha ingia hapo takuwa namna hii hapa, una download kwa tayari. Nisha download mi, nitaenda kufungua moja kwa moja. Takuwa inaonekana hivi. Nikishafunguka naona kama hapa, muda wote ni oni kwa sababu hapa mi natumia wifi, kwa muda wote nakuwa nioni kwa na kwa sababu matumizi yangu manda zake kwenye kompyuta. Sasa ngoja nikuonyeshe kwenye kompyuta, sehemu ya kuipata kompyuta kompyuta, ni hapa. Mimi natumia Chrome tengia zako hapa, kusubiri ifunguke Chrome yako tafunguka namna hii hapa, utasearch faili inaitwa local send, inakuwa kama ile ilionekana kule. Taandika zako hapo, local local send, utasearch namna hii kwa ushauri wangu, mimi kwa sababu hapo kuna baadhi unalipia ndio, kwa shauri uje ku download hapa hapa, yani hapa ni free, hapa ni free na site na mimi wewe download hizo unapotaka, hapa ni free ki na download hizi sehemu za wenyewe, hizi nalipia hapa, ndio ni nimewekwa kwa ajili ya free. Utaonekana namna hii, hapa kwa zako hapo, na download, kisha download utaistomiti yale ni shada download kwenye kompyuta yangu takuonyesheni kwenye kompyuta yangu jinsi nitavyokuwa kwenye kompyuta yangu mimi, kisha fungua hapa kwenye kompyuta yangu, inaonekana kama yani, inaonekana vizuri. Sasa tusubiri kidogo lifunguke

ona nili hapa hivi, kama linavyoonekana miti yani inashawasha sendi, cagusa hapa lis, chagusa naenda zangu kwenye kompyuta kama hivi. Sasa mimi nataka nichukue kitu kutoka kwenye kompyuta kwenda kwenye simu bila waya, utaingia hapa, naona shaingia hapa sababu vitu vyangu naweka kwenye desktop, kuonta ingia kwenye desktop kwa pamoja nitachagua, ila mimi naamisha kwa mfumo wa new folder na faili zima nzima nitachagua. Niseme hapa niweka mungu zangu mwenyewe kuangalia, leo nitagusa hapa, halafu nita selection hapa, nitakuja namna hapa. Kuna simu chini, kuna computer hapa. Mimi nitagusa hapa kwenye kwenye simu hapa hii kompyuta. Mimi natumia kompyuta mbili zote nimeziunganisha, ila nitaenda hapa kwenye simu, kwa sababu nataka nitumie nini kwenye nini, kwenye simu. Kisha gusa hapa, tayari takuja namna hii. Nasema bado ji connect, naenda zangu kwenye simu. Kwenye simu ni hapa. Sasa hapa nagusa kwenye simu yangu hapa mnaona namna hii. Sasa hapo ndo nahamisha, zimeingia kwenye simu, mnaona hapo. Kitu simple sana, toa kwenye kompyuta, naingiza kwenye simu. Kama mnavyoona, ni bila kutumia waya, yani misitumia waya siku hizi, kitu simple sana. Na maezala ya kununua waya, lakini tunafanya hivo kuhakikisha data ipooni masaa ishirini na nne mwana kama onapingia yaani, kitu siku sana ni kama tumetumia senda kuamisha kitu kwenda kwenye simu kwa kwenye simu kwenda kwenye simu nyingine. Kwa leo mimi nitaishia hapo, tutaendelea siku nyingine. Naomba msubscribe na mlike hapo. Mtu yote anda kuelekezwa vizuri atanitafuta atanitafuta.